Kwa kutenga muda sambamba na majukumu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Katika kipindi cha miaka minne iliyopita, Halmashauri ya Wilaya Nachingwea imepokea fedha nyingi zaidi ya bilioni 100 kupeleka kuta kwenye miradi mbalimbali mbali mbali ya maendeleo. Tumejenga shule mpya, tumejenga zahanati, tumejenga vituo vya afya, tumejenga majengo mazuri ya hospitali ICU na majengo ya wagonjwa maalum. Na leo Mheshimiwa Waziri Mkuu, umekwenda hospitali ya wilaya na umeona na, wa Tanzania wana historia yako ya namna ambavyo unaweza kumsaidia wa Tanzania wana historia yako ya namna ambavyo unaweza kumsaidia mheshimiwa rais kazi. Sisi wananachungua wajibu wetu ni kukuombea dua, kumwomba Mwenyezi Mungu ili kila hatua unayokanyaga ikatendeke kwa baraka kwenye nchi hii ambayo inahitaji matunda. Sasa mheshimiwa waziri mkuu, kama unavyojua mtoto anapotaka kukupiga kilungu lazima awe na stori nyingi. Baba umevaa vizuri, kiatu kinang'aa, kisha alete maombi ya shule, ndipo mambo yanakwenda sawasawa. Sasa mimi kama mtoto wako na kwa niaba ya Nachingwea naomba nilete mambo matatu tu, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa unyenyekevu mkubwa naomba unisaidie. La kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa ya kuunganisha barabara zote zinazounganisha kati ya mkoa na mkoa, na sasa hivi nchi yetu ipo katika hatua za kuunganisha barabara kutoka wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Mheshimiwa waziri mkuu, hapa Nachingwea tunayo barabara moja ina sifa zote mbili. La kwanza inaunganisha mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine na la pili inaunganisha wilaya moja kwenda wilaya nyingine. Kwa maana ya barabara zote za mkoa hapa Tanzania zimekwisha kuunganishwa. Barabara inaunganisha mkoa na mkoa iliyobaki ni moja tu, mheshimiwa waziri mkuu, inaitwa barabara ya Masasi Nachingwea kwa kiwango cha lami, mheshimiwa waziri mkuu barabara hii inaunganisha mkoa wa Mtwara na mkoa wa Lindi kwa maana ya Nachingwea na Masasi, lakini inaunganisha wilaya ya Masasi na Nachingwea kwa maana ya wilaya na wilaya. Baba, tunakuomba sana tusimamie na tusaidie, na sisi tuna utayari hata wa kupokea kilomita ishirini ishirini katika kila mwaka ili barabara hii tupite vizuri, na jambo hili najua Dkt Samia ana analimudu kabisa. Sasa nichomekea hapo jambo moja la dharura Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaona kuna hali ya mawingu, na sisi tumeomba sana ili leo ufanye kazi vizuri na uondoke vizuri, baadaye mvua ya baraka inyeshe hapa. Tunayo maeneo mawili korofi ambayo kama itatokea mvua imekuwa kubwa, yatakatika na hakutakuwa na mawasiliano kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii ni dharura na tunaomba utusaidie. Meneja wetu tano ndio mkoa anafanya kazi nzuri sana lakini, pale ni sehemu ambayo tunaomba msukumo wako. Kuna sehemu inaitwa Kongo, kuna daraja ambalo lilijengwa kwa dharura ya kupita watu, kwa sasa daraja lile sehemu ya pili ni hapa stesheni, kuna eneo korofi ambalo linahitaji tu makaravati na ilani ya Chama cha Mapinduzi imenipa mimi mbunge makalavati 100 hapa na Chivoya. Naomba meneja wa mkoa afanyie kazi hili akaweke makaravati ili tupate barabara ambayo haiwezi kuwatisha watu kutafuta shughuli zao za kila siku katika kipindi cha msimu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili ndio jambo langu kubwa, eneo la barabara. Lakini ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba unisaidie hapa. Leo umefanya kazi kubwa sana sambamba na kwenda kuona wagonjwa, umekagua ujenzi wa chuo cha uguzi na ukunga Nachingwea. Nashukuru Mungu, umetoa maelekezo na wizara ya afya imepokea kukamilisha chuo kile ili Nachingwea iweze kuchangamka kwenye eneo hili la elimu ya vyuo. Sasa tunacho chuo kingine kinaitwa cha VETA. Chuo hiki tulitarajia sasa hivi ujenzi wake huo umefikia hatua hata ya asilimia sabini. Si kwamba nalalamika, nafahamu ni chakato cha fedha inavyokwenda lakini bado mradi huu umekuwa wa kusuasua kidogo, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sasa inawezekana ni utaratibu wa kifedha au ni namna ya jambo linavyokwenda. Mheshimiwa elekeza kila wilaya ipate VETA kwa ajili ya watu kwa jinsi, tupate mwongozo na ujenzi wa VETA hii uende kwa kasi ili tuweze kwenda vizuri. La mwisho katika mengi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa tuna eneo linaloitwa Kilimalondo. Eneo lile Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye kumbukumbu zangu inaonyesha umewahi kufika kule, ule ukanda baba kule watu wa Kilimalondo leo, inawezekana kama redio hazina betri, basi hawajui kama huko Nachingwea. Hawana kabisa mawasiliano ya uhakika, ni shida kabisa. Nilishaongea na katibu mkuu wa wizara ya mawasiliano Alhaji Abdullah na mini pa msaada mkubwa kuniunganisha na mkurugenzi wa TTCL. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili ni la msukumo, lakini naomba ushawishi wako kwa makampuni ya simu. Kilimalondo inazalisha korosho za kutosha zinazoweza kuchangia uchumi wa wilaya na taifa. Kilimalondo kuna watu wa kutosha wanaoweza kutumia mitandao ya simu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Kilimalondo watu wana fedha za kuweka benki na kutoa kupitia mitandao ya simu, naomba unisaidie Tigo, Vodacom Airtel mengipa msaada mkubwa. Tumesha saini mkataba hapa na tulikuwa tunafuatilia lini ataanza kufanya maboresho ya mradi mkubwa wa Mbwinji wa maji ili wanachingwea wapate huduma ya maji, kama chanzo kilivyo na maji mengi, na imani msukumo wa Dokta Aweso utatusaidia sana, ule mradi wa Mbwinji uweze kuwanufaisha Wanachingwea wapate maji ya uhakika, na naamini mkandarasi atakuwa amekwisha kupata jukumu la kufanya. Mheshimiwa Mkuu, asante sana, karibu na Chingwea na Mungu akubariki. Asante ah, sana mheshimiwa mbunge. Sisi kibiblia kwenye Mithali imeandikwa mtoto mwenye akili ni fahari ya baba yake. Sasa hivi huyu ni mtoto wangu huyu. Hapo vipi? Hapo vipi? Kabla sijaleta salamu, tuanze kwanza na na kupata taarifa ya haya ambayo mbunge ameyasema. Natambua leo sio siku ya kazi do nimekuja kukumbushwa hapa, mi nilijua ni kazi kazi. Sasa meneja waas hayupo, lakini mkuu wa mkoa ameniharifu kuwa barabara hii ipo kwenye ilani ya uchaguzi ktapotoka hapa, na tumekubaliana tutakapokuwa bungeni tarehe 1314 natarajia kukaa 13, na wabunge wote ili nipate vipaumbele vya maeneo ya kuanza naye na mheshimiwa mbunge nimesha kuja na nimejionea na umesema hapa. Kwa hiyo lile la, tutaendelea nalo na mkuu wa mkoa amelichukua na amenithibitishia liko kwenye ilani ya uchaguzi. Nachingwea Masasi itakuwa ni kipaumbele. Sasa TARURA, meneja wa TARURA, tio ya Kongo na kuna eneo Kongo ya Nachingwea na ilo eneo lingine la hapa stesheni na ugeni wako, lakini haya mambo lazima umeshajua, no. Hebu eh, eh, tuambie iko kwenye mpango gani? Iko kwenye hatua gani, Mheshimiwa Waziri Mkuu? Lini itakuwa imekamilika, Mheshimiwa Waziri Mkuu? barabara ambazo sisi tunasimamia TARURA ni hizi barabara za ndani, kwa hiyo ile eneo la Kongo ni sehemu ya barabara ya Masasi kwenda Nachingwea. Kwa hiyo barabara hii iko chini ya TANROADS. E, ndio sasa ukae na mwenzako wa TANROADS, kwa sababu ilitengenezwa kwa dharura na sasa hivi inatikia, lazima itengenezwe tena, ya kupita muda huu, maanake majira ya mvua yanakuja. hiyo kuwa ya TANROADS hilo hiyo kwamba ni ya TANROADS sio jibu, wananchi wanataka wapite pale huenda ni ya TANROADS si huenda ni, ni ya mkoa huenda ni ya, ya, ya taifa, lakini wao wanataka wapite na mazao yao yapite. Huenda ipo kwenye ilani haipo, sasa kwa sababu ilitengenezwa kwa dharura na sasa inatishia, ni lazima. Ninyi nyinyi ndo mainjinia -engineer? wewe si injinia, ninyi ndio engineer, lazima sasa, wakati tunasubiri lami, wakati tunasubiri ilani ile ambayo imekatika, lazima ipitike. Sasa kuanzia kesho mkae na mwenzako wa TANROADS, mweke mpango mkakati wa namna ya kutekeleza, ili daraja pale watu wapite, wakati tunasubiri hiyo ya, ya mradi mzima wa wa barabara hiyo kubwa. Sawa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wakupe taarifa hawa kwamba wameshakaa, wamepanga nini, gharama yake nini? hey. Maelezo sio jawabu, tunataka jawabu, watu wapite na mizigo yao. Menielewa bwana sawa, mweshima. Na mimi nitaifuatilia hiyo, kwa sababu nimeacha na jambo lingine kule kwenye barabara kubwa nitafuatilia. Fanyeni haraka, tusisubiri watu hawapiti ndio tuende kwa dharura. Eneo ambalo tumeshajua kwamba litaleta madhara tulifanyie kazi. Hiyo ndo kazi ya serikali na hicho ndicho mama Samia anachotaka nini. Simpo huku kila siku, ndio mweshima, e. Ofisi za TANROADS na TARURA ziko kila siku, mkiona mkiona wananchi mpaka wazunguke wakamtafuta mwenyekiti wa halmashauri au diwani au, au mbunge maana yake nini? Amtoi majawabu ya pale kwa okay, kila siku, wakati haya yanatakiwa yatolewe, wawa, ya ya na serikali wawakilishi wao wanatakiwa walete tu taarifa. Sasa ya Jumatatu hii kesho ndani ya hizi siku saba haya ninayoyasema, kwa lile la Congo mfanye hivyo hivyo na hii ya Msiache mpaka wananchi watamani kutengeneza daraja kwa majembe ya mkono hivi hivi hivi hivi, mpaka mbunge amesema. Na ninyi ambao mko hapa hapa, na hiyo ndio kazi yenu, mlitakiwa mmechakua na mpango mkakati wake, jambo gani linatakiwa kufanyika. Unielewa? Nakuelewa mheshimiwa. <coughs> lile la minara ya simu, Mheshimiwa Mbunge, naomba ulichukua kama ulivyoongea vizuri. Nitaongea na, na waziri wa tehama lakini nitaongea pia na watendaji wakuu wa maeneo hayo ili kuweza kuacha. Bahati nzuri kama ulivyosema, lile eneo nalifahamu. Kumbuka kumbuka, nalifahamu mkuu wa mkoa kule. Kilwa kule Kilwa nilipewa mke huku, nilipewa eneo la kujenga huku, ni nyumbani. Kwa hiyo nalikumbuka, kumbuka, nalikumbuka kumbuka, nali kumbuka, kumbuka tutaongea na watu wa minara ili kuweza kuhakikisha lina linafanyiwa kazi hasa hasa kwa shughuli za uzalishaji ambazo mheshimiwa mbunge amesema. Sasa kabla tujeleta salamu na muda umeenda, mridhie waheshimiwa wabunge wengine, tuwatambue tu kwa majina yenu. Waheshimiwa wabunge sogeni, tuwatambue tu kwa majina, tutakuja ziara rasmi kaja hata majina na Nachingwea hoye! Nachingwea safi. Ndugu zangu, wana Nachingwea, kwa majina, anaitwa Zena Maulidi Katambo. Mimi ni mbunge wa viti maalumu mkoa wa Lindi. Asanteni kwa kuja. Asante mbunge, umeanza kazi vizuri. Changia jana, mbunge mwingine wa viti maalum y na ninyi wenyewe oye, oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi naitwa Zaina Rashid Kawawa, mbunge wa viti maalum mkoa huu wa Lindi. Mimi kwangu ambako mzee wangu Rashid Mfaume Kawawa ndiko alikolelewa kule, na wazazi wake, Dar es Salaam Middle school akatembea kwa miguu barabara ya Nangurukuru kutoka Liwale mpaka Kilwa Kivinje, akapanda MV Kilwa kwenda Dar es Salaam kwenda kuisaka elimu ambayo leo tunaipata kwa urahisi sana, kweli si kweli? Naomba nitoe salamu za waheshimiwa wabunge wenzetu, mwenyekiti wa wabunge wote mama Salma Rashidi Kikwete, mbunge wa Mchinga, salamu sana. Naomba pia mpokee salamu za Mheshimiwa Nape Nauye, mbunge wa Jimbo la Mtama, amewapa salamu nyingi sana. Naomba mpokee salamu za Mheshimiwa Utali Mohamed, mbunge wa Lindi mjini, amewapa salamu nyingi sana. Naomba pia mpokee salamu za mbunge wa Liwale, Mheshimiwa Mshamu Munde, naye ametoa salamu nyingi sana. Na Mheshimiwa Kijakazi Mohamed, anaye hapa na yeye amewapa salamu nyingi sana pamoja na Mheshimiwa mbunge wa Kilwa Kusini, ndugu yangu Kinjeketile Ngomare Mwiru, pamoja na mbunge wa Kilwa Kaskazini, ndugu yangu Hasnein Deudi. Mimi ni katibu wa wabunge wote, kwa hiyo ninawajibika kutekeleza yale ya kiutendaji. Mheshimiwa, nakushukuru sana, asante, asante sana Mheshimiwa naibu waziri. Jina na Jina langu ni Kaspa Kaspa Muya, mbunge wa Rwangwa, naibu waziri ardhi, nyumba na maendeleo ya kazi. Asanteni sana majirani zetu, Mheshimiwa naibu waziri afya. Nachingwea hoye! Naitwa Florence George Samizi ni mbunge wa jimbo la Muhambwe. Mheshimiwa uh, Waziri Mkuu, naomba uridhie swala la chuo na hospitali. Kwanza ninakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kutembelea miradi yetu ya afya ikiwemo ujenzi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Lindi. Naomba niwape taarifa rasmi kwamba tumezindua uh, hospitali yetu na huduma zimeanza kutolewa. Na ujenzi awamu ya kwanza umegharimu bilioni 12.9. Tutaendelea na ujenzi na ukiisha utakuwa umegharimu bilioni 31. Huduma zimeanza zote ikiwemo vipimo na kipimo cha CT scan kimeanza, na sasa tunafunga mashine kwa ajili ya kusafisha figo. Hivyo wanachingwea kwa ajili ya huduma ya CT scan na kusafisha figo. Sasa hakuna sababu ya kusafiri kilomita mia tano kwenda kufata huduma. Ni jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan, huduma ziwafate wananchi na sio nyiwe wananchi zifate huduma. Lakini pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu ametembelea ujenzi wa chuo chetu, chuo cha wauguzi, chuo ambacho serikali imeweka milioni mia tisa kwa ujenzi wa awamu ya kwanza na sasa tunaelekea tuna ujenzi wa awamu ya pili ambapo tumekusha kutenga bilioni moja na pointi mbili tukimaliza chuo hicho tutaweza kuongeza udahiri wa wanachuo kutoka wanachuo 150 mpaka wanachuo mia tatu kwa maana mara mbili naomba niwathibitishie pasipokuwa na shaka kwamba chuo hicho kinakwenda kuisha mwakani mwezi wa sita ili tuweze kuwahi udahiri wa wanachuo mwezi wa kumi ko naomba niwaombe wananachingwea vijana wanachingwea, chuo sasa kitaongeza udahiri kwa hiyo itakapofika mwezi wa kumi, naomba mjitokeze kuomba kusoma katika chuo chetu chanachingwea. Mwisho aliwaambia ndani ya siku mia moja atakuwa bima ya na afya kwa wote. Naomba niwathibitishie pasipokuwa na ni shaka, sisi kama wizara ya afya tumekwisha kujipanga kuanza huduma hii mwanzoni mwa mwezi wa kwanza. Tumeshatambua kaya ambazo hazina uwezo zitakazonufaika na huduma hizi kaya, kaya zipata hasa ya kutoa bima kwa wote inakwenda kuanza Nanyewa, na nyie wangali maelekezo yote uliyotupatia ambayo natakiwa kwenda kwenye vituo vya afya nchi nzima nitafikisha wizara, Mheshimiwa Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa na tutakwenda kutekeleza maagizo yako kama ulivyoelekeza. Nakushukuru sana. Asante ah, sana. Mheshimiwa naibu waziri anatokea jimbo la Muhambwe. Muhambwe iko Kigoma kule, anakotokea makamu wa rais mstaafu Daktari Philip Mpango. Eh, Muhambwe Mheshimiwa naibu waziri TAMISEMI, karibu Ruben na Manilo, mbunge wa jimbo la Handeni mjini Tanga, naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI. Mheshimiwa waziri mkuu, jengo hili ambalo umelitembelea leo, jengo la utawala la halmashauri ya Nachingwea, ni miongoni mwa jengo 143 nchi nzima ambayo Daktari Samia amepeleka fedha zaidi ya bilioni mia tatu na thelathini na tano kwenye mkoa huu wa Lindi. Kwenye mkoa huu wa Lindi, Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta hapa bilioni 18.7 zikiwemo bilioni tatu zilizopo hapa Nachingwea, na leo ulikuwa kule Ruangwa, zipo bilioni nne Daktari Samia Suluhu Hassan ameweka pale kwa ajili ya shughuli kama hii na jengo kama hili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Daktari Samia Suluhu Hassani ameendelea kupeleka fedha nyingi sana kwenye mkoa huu kwenye eneo la afya na leo umejionea hospitali yetu ya halmashauri ya Nachingwea mahala hapa. Kwenye hospitali ile ni miongoni mwa hospitali ambazo Daktari Samia Suluhu Hassan anafanya ukarabati na kuongeza miundombinu ikiwemo majengo ya ICU kwa ajili ya wagonjwa mahututi, majengo ya OPD wagonjwa wa nje, na majengo mengine muhimu ya kutolea huduma za afya. Lakini kwenye wilaya hii ya Nachingwea, Mheshimiwa Rais ameendelea na ujenzi wa vituo vya afya kwenye mkoa huu wa Lindi, ameleta bilioni saba nukta mbili ambazo zimejenga vituo vya afya vipya kumi na sita na hivyo kufanya vituo vya afya kwenye mkoa wa Lindi kufikia arobaini. Kwa hapa Nachingwea zimekuja fedha kwenye kituo cha afya na matula na kimejengwa na kimekamilika, Mheshimiwa Waziri Mkuu. Tunaendelea na ujenzi wa kituo cha afya cha kimkakati kule Luponda ndani ya halmashauri hii ya Nachingwea umeyatoa maelekezo kwenye upande wa TARURA Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kuhakikishia kwamba tutayasimamia. Nakushukuru sana. Ah, Mheshimiwa Waziri Mkuu, asante sana. Mheshimiwa Naibu Waziri TAMISEMI, mbunge wa Handeni, sasa tuna waziri wa muhimu sana hapa, Mheshimiwa mbunge safi. Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu Dkt. Mwigulu Lameck Nchemba, kwanza mimi nikushukuru. Anasema si sieshukuru watu, hata Mungu hawezi kushukuru. Nikushukuru e, na mimi kuwa sehemu ya ziara yako, wewe kama kiongozi kijana. Kuna mengi nimejifunza kwa haraka, ukipewa kazi ufanye kazi Mheshimiwa Waziri Mkuu muda mfupi kwa majukumu, nataka niseme dhati ya moyo unafanya kazi, haulali usingizi. Tumekuona Songwe, tumekuona Singida, tumekuona Mbeya, umekuja Lindi. Nataka niwaambie ndugu zangu, wana Nachingwea, tumepata kiongozi mahiri, tumepata kiongozi jasiri, ni kiongozi ambaye anachukia uzembe ni kiongozi ambaye hana msalie mtume. Kwa watendaji ambao hawafanya hawatimizi majukumu yao ni kiongozi ambaye amesimamia maelekezo ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwasimamia wananchi wanyonge. Ameanza ziara leo eneo hili la Nachingwea, walimpangia jengo hili la halmashauri, amefika akasema, hapana, naomba nende nikajionee hospitali, huduma za afya. Huyu ndio daktari Nchemba, piga makofi mengi sana. Niwaombe sana, tumuombe na tumpe ushirikiano. Aina ya mheshimiwa Mwigulu hawapatikani kila mahali. Kambali, Mungu akubali sana, mheshimiwa. Jambo la pili, ndugu zangu, kipindi cha kampeni, moja ya ajenda ambayo mheshimiwa mbunge wenu ambayo ameisema kwa mheshimiwa rais la maji hapa Nachingwea mjini. Mahitaji ya maji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni lita milioni tano, uzalishaji wa maji ni lita milioni mbili. Mheshimiwa rais siku mia moja wenu ni kinganganizi Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi kazi tumekushaisai kandarasi site. Nataka niwahakikishe ndugu zangu wananachingwea, mimi Juma Aweso sitokuwa kikwazo, mradi tutakamilisha kwa wakati na wananachingwea mpate huduma maji safi na salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ana dhamira ya kumtua mwanamama ndoo kichwani. Ameelekeza Wizara ya Maji kuanzisha mradi mkubwa wa kuhakikisha vijiji vya Nachingwea vyote vinapata huduma maji safi na salama. Tumeanzisha mradi mkubwa wa zaidi ya bilioni mia moja na kumi na tisa ambao unapeleka maji Lindi, unapeleka maji Ruangwa na unakuja mpaka hapa Nachingwea. Vijiji ishirini na moja vinakwenda kunufaika. Huyu ndio Daktari Samia Suluhu Hassan. Piga makofi mengi sana. Mwisho, Mheshimiwa mbunge wenu nataka niwaambie ndugu zangu wana Nachingwea. Ukizaa mtoto anafanya vizuri lakini kila tukikutukana tukikutana, makitikiti ndomondo makitikiti ndomondo, nataka nikwambie, asante sana, asante sana mheshimiwa waziri, asante sana e. Wali wa kushiba unaonekana kwenye sahani, kwenye sinia. Basi baada ya salamu za waheshimiwa mawaziri, ni wale